Kukusaidia ni kuacha hivyo vitu vyote, ni kuviacha, kuviweka pembeni na kuamua kuambatana na Yesu Kristo. Ni kuacha kila kitu, ni kuacha kila kitu nakua, kuwa, kuwa, kuwa na kuamua kuambatana na, mstari wa tano maandiko anasema nayo n za kizani wala kiza walikulimeka. Nuru inaangaza kizani, mahali ambapo aliposema nuru, maana yake ati nimetaka nuru. Nuru iko sababu kuna kiza, ndivyo vile akuyoko sababu kuna mtu. Mtakatifu yuko sababu kuna mchafu. Waliokoka wao wako kwa sababu kuna watu hawaja walio mwamini Yesu wako kwa sababu kuna watu bado waja mwamini Yesu. Inaweza kuwa maneno ya namna hii si mara ya kwanza kuyafikia, ila hata ulivyoyafikia uliyapuuzia. Lakini nataka nikwambia kitu kwamba kuna watu walikuwa ni mazuri zaidi yako, kuna watu walikuwa na fedha zaidi yako ao zaidi ya vila v zaidi ya walikuwa, ni mashughuli waliopopea, wagomezi, ni mashuhuri, ni maalufu na wana ujuzi, lakini ikafikia hatua, kule ujuzi wao, vile vitu walivyokuwa na vyamini havikuweza kuwasaidia mpaka walivyohundua neema ya na neema ya Yesu Kristo ndio hii tunayoimbilea. Kwa nini tuko ili ukose sababu ya kujitetea, usije ukasema kwamba nilisongwa na vyanzala na mazukumi ya kaanaii kwayo sikupata muda wa kusikia neno la Mungu kokote ambako watu wako lazima Yesu audii na maandiko ya kweli, yeyote atakayekubali, atakayeamini huyo ataokoka. Hakuna mchakato mkubwa wa kuamini, mchakato ni wewe kumwamini Kristo. Hakuna mchakato mkubwa wa kuogopa, mchakato ni wewe kaulini wako kukubali ya kwamba maisha yangu nimempatia Yesu aea

Hapo ulipo huenda kwa namna moja na nyingine unasikia wito ndani yako, unasikia ndani yako kushuhudiwa ya kwamba huu wakati wangu wa, wa kumwamini Yesu Kristo. Huenda ndani yako unashuhudiwa kwamba hii nafasi isipite bila wewe kuamini, basi ni wakati mzuri maliiko, unaweza ukajongea kuja kwenye kuanja iu hii neema iko mara moja. Huenda leo unaisikia sauti, au utapata nafasi tena ya kuisikia sauti? Huenda leo umepata kibali hiki majira mengine, au utapata kibali hiki unaweza kutamani kuzikiana enazauti lakini ukawa umepoteza muda. Mimi ni kushauri kozotia mume kwamba hii ni nafasi yako, bado unaweza kufanya uamuzi na hakuna mtu wa kukuzia, hakuna atakaye kushangaa. Atakaye kushangaa yeye ndiye samba. Ujanja ni kumjua Yesu, ujanja ni kumjua Yesu ujanja ni kukumpatia Yesu maisha yako. Ujanja ni, ni kumkaribisha Yesu kwenye maisha yako awe kiongozi. Huo ndio ujanja, kwa sababu Yesu akiwa kiongozi, utakuwa na amani, utakuwa na furaha, utakuwa na uzima, mambo yote yatakuwa vizuri, ukikubali tu. Basi, kama uto mkono wako au ukajiongea kwenye juwadai kama upo, unaweza ukanyosha mkono wako mbali uliko au unaweza ukajongea hapa. Msaada bado upo wa kuokoka, msaada bado upo wa kumrudia Mungu, msaada bado upo wa kumpa waku waku waku Yesu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Basi hapo hapo ulipo, hapo hapo ulipo, hapo hapo ulipo, unaweza ukawa umedhania ndani yako kwamba nikienda wataniunazi, bado Mungu anakupenda. Hapo hapo ulipo, unaweza ukachukua hatua yako ya imani.

Leo niko mbele zako, leo niko mbele zako, niko mbele zako, natamani tamani uingie kwenye maisha yangu, natamani tamani uingie kwenye maisha yangu, natamani tamani uingie kwenye maisha yangu, niko mbele zako Bwana, natamani nata, nata, unisamee makosa yangu makosa yangu yote ambayo nimekukosea nimekukosea kwa kujua na kwa kutokujua, kwa kujua na kwa kutokujua, kuto ninaomba unisamehe, kuta jina langu kwenye kitabu chako, uta jina langu kwenye kitabu chako, kuta jina langu kwenye kitabu chako, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ushangilie Yesu, ushangilie Yesu, ubarikiwe sana na Bwana. Wataniombe juu ya kazi zako, ninawaleta watumishi wako kikenotume, ninawaleta mbele zako, wakobize wanatafuta fela kwa ajili ya na maisha yao wengine, na maisha wengine, wana mashaka, wengine wanafanya biashara, lakini kumsingi hawaoni werekewo, hawaoni namna yakuendelea kuendelea, kuwepo ni biashara yao iongezeka. Bwana, ninawaleka mbele zako wote biashara yao mbele zako, mnaomba Bwana, kila moja, kila moja sasa na makusudi yake, mtokelezee, mtokelezee kwenye biashara yake. Iaamini ya kwamba upo na unaweza na unatenda zaidi ya vile ambavyo aliwahi kuuza sana, mtoke akashangaa. Pokea sifa na heshima, mana unaweza.